Kama hujasubscribe kwenye channel yetu, hapo chini kuna subscribe button na alama ya kengele, utabonyeza utakuwa kwanza kupata updates mbalimbali, updates za michezo na updates za burudani kibao. Leo niko na mwanangu hapa, atajitambulisha alafu atatuambia anachokifanya, lakini kwa kumwangalia tu unajua kabisa ni mtu gani anafanya. We talk of football, tunaongelea talent, tunaongelea vipaji, vipawa, jinsi gani kipaji kinaweza kumwamsha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa kwangu mimi Amri Mwingwa, akipaji ni maisha, ndio maana deal na watu ambao wana talent. Let's go. Vipi kaka, unaitwa nani mwana? Naitwa eh, Abdullah Omar Sleman. Abdullah Omar Sleman. Kwa watu ambao hawakufahamu labda, unaweza ukatuambia chimbuko lako ulipozaliwa na unafanya kitu gani? Yes. Eh, chimbuko langu nilipozaliwa, nimezaliwa Tanga na katika hospitali ya Bombo pia ni mchezaji wa mpira na nimesoma skuli ya primary na zimoja, na pia nimesoma skuli ya sekondari Wingu Secondary School na Pandani Secondary School ikiwa okay. Na, ni visiwani Pemba. Sasa hivi unafanya shughuli gani, shughuli ambayo unajishughulisha nayo? E, shughuli yangu mimi ni kucheza mpira tu katika maisha yangu yote. Niliacha kusoma kwa sababu ya mpira, kwa sababu nimeona Mpira ndio kila kitu kwangu na kila ni kiswali namuomba Mungu anijalie kile ambacho kwamba nakihitaji niweze kufikia malengo. Na sasa hivi unachezea timu gani? Unachezea timu gani? Eh, kwa sasa niko JKU Zanzibar. Okay, okay, nice unachezea sana. Na JKU <coughs> umejiunga lini? Na kabla hapo kujiunga na JKU ulianzia wapi? Karia yako ya football ulianzia wapi ukafikia wapi timu ulizozicheza? Ah, okay kwanza tu baada ya kujielewa, baada ya miaka tisa nilianza kushindana katika michezo mbalimbali nikiwa niko school ya primary mnazi mmoja. Na baada ya hapo nilipokuwa niko form 1 ndio nikaonekana na walimu katika michezo tofauti tofauti, lakini timu yangu niliyoanza kucheza hasa ilikuwa inaanza kuitwa timu ya igo e, iko Tanga, igo pale mnazi mmoja pale na pia nimecheza sahare football pia nimecheza mzingani, nimecheza na natal pia nikaonekana na nikaweza kucheza Makora Star, na pia nikaenda kufanya trial katika timu ya Serengeti Boys, ipo Tanga, ambayo katika uwanja wa Wadonge pale ndio nilipoanza kuonekana kipaji changu zaidi, na sikutosheka na niliweza kusafiri kuja Zanzibar kwa mara yangu ya kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na nikaonekana na walimu tofauti tofauti, kwa sababu mimi nilikuwa nafuata vijana wenzangu na nazunguruka Zanzibar kutafuta timu na mimi angalau niweze kufanya mazoezi naonekana kipaji changu. Kwa hiyo nikapata kiongozi mmoja anaitwa Hairaba yuko Mfenesini Zanzibar, kuniona akaniona akaniita tukaweka complete yale, pia tulivyomaliza hapo akaweza kuniambia kama unaweza ukacheza vizuri, nikamwambia ndio, na najiamini naweza. Akaweza kunichukua na kunipeleka katika timu za town, na nikaweza kupeleka katika timu inayoitwa KVZ mwaka 2020. Kufika katika KVZ pale, nikakutana na ticha moja anaitwa ticha Hassan, ticha Hassan, tukaongea. Katika maongezi yale naye alikuwa ni KVZ, akaweza yeye au akaweza yeye kuniambia kuwa kesho yake nije kwa ajili ya kuenda kufanyiwa trial au kufanya mazoezi kuonekana hicho kipaji changu nilichokuwa nacho. Siku ya pili nikaenda katika uwanja huo, uwanja niliopelekwa uko Kiembe Samaki, nilikabidhiwa ticha mmoja anaitwa ticha Richard, kwa sasa anafundisha timu ya Azam Dar es Salaam under 20. Nilipofika uwanjani na nikaweza kuperform vizuri na wakanichagua katika wachezaji niweze kucheza katika timu yao ya KVZ, lakini walimu wakatoa ushauri kuwa kijana anauweza mpira, lakini kijana bado ni mdogo, kwanza mwili wake unaonekana ni mdogo, lakini ana kipaji, kwa hiyo tumsaidie, tupeleke timu ndogo ili baadaye awe katika timu kubwa. Kwa hiyo niliweza kupeleka katika timu inaitwa Raskazoni, Raskazoni FC ikiwa teacher ni teacher Richard, na nikaweza kucheza katika mechi tofauti tofauti na namshukuru Mungu mpaka hivi sasa nipo hapa Zanzibar naendelea kucheza mpira. Okay, katika <coughs> timu zote ambazo umepita Wa, aim, lengo lako kubwa kabisa ambayo unasema mimi dream timu yangu natamani kucheza same fulani. Okay, mimi kwanza ni sprint player. Eh, nazungumza kila wakati kwa mimi ni sprint player mimi sio jogging player eh, na katika maisha yangu sipendi kuwa jogging player. Napenda kuwa sprint player, ndio maana kila wakati nazingatia sana mazoezi, sizingatii maswala mengine yoyote, kwa sababu nazingatia afya yangu, nalala kwa muda, nala chakula kwa muda, na pia huyo mzazi niliyokuwa naye hapa Zanzibar ananilea vizuri na naishi naye vizuri na ananizingatia muda wa kufanya mazoezi. Lakini katika timu ambayo kwamba napendelea kucheza katika maishani mwangu kwa sasa siwezi nikasema ni timu fulani, kutokana mimi ni mchezaji lakini, katika timu zote za Tanzania napenda sana kucheza timu za Premier zote, nahitaji kucheza timu za Premier. Pale Serengeti Boys Tanga ulicheza kwa muda gani? Eh, Serengeti Boys pale Tanga nilicheza kwa muda wa miezi mitatu na nikaweza kuondoka kuja Zanzibar ili kwa ajili moja, kwanza kujifunza lugha huku nikiendeleza kipaji changu, pili, nikipata opportunity ya timu yoyote ya Zanzibar, ima ikiwa ni vikosi ima ikiwa ni timu za kawaida za Premier, niweze kucheza, niweze kuonyesha kipaji changu, niweze kutoka kwenda kucheza timu nyingine kubwa kubwa, lakini lengo langu hasa ni kucheza timu za nje. Umeongelea msamiati wa sprint player. Sprint player kwa, labda kwa ufafanuzi zaidi manake Yani, nikizungumzia sprint player ni katika harakati au ni katika ile hali ya mchezaji ambaye kwamba yani, nikizungumzia neno sprint player ni yule mchezaji ambaye kwamba yuko faster katika ukimbiaji na yuko faster katika mashambulizi huyo, e, ndo sprint player na jogging player ni mchezaji ambaye kwamba yupo ana tough, yuko vizuri lakini yes, siyo katika ukimbiaje ni kama ni sana sana kama mabeki okay. Eh, wao wanakuwa wana okay. Kwa hiyo namba yako wewe ni ngapi, ambao unacheza sana sana sana? Wapi ukiwekwa unasema, hapa mimi nikiwekwa nasukuma boli eh. Mimi tangu niko mdogo mpaka hivi leo na nilionekana pia na ticha mmoja anafanya kazi bandari, na mimi mwenyewe pia napendelea kucheza sana na, na enjoy nikiwa nacheza nambari tisa. Napenda sana kucheza nambari tisa napenda sana role model wako ni nani? mtu ambaye unamuona unasema mimi huyu ndo role model wangu. e, role model wangu ninempenda sana ni Mayele huyo. e, ndo ninemfuatilia sana, hata hapo alipo namfuatilia sana. role model wangu ni Mayele. anaweza akachukua kiatu msimu huu unavyoona? e, no, hakika, kwa sababu mimi mwenyewe namwombea dua e. safi sana kwa hiyo <coughs> kwa hapa Zanzibar sasa hivi bado hujafanikiwa kupanda kwenda KVZ kwa sasa hapa sijafanikiwa kupanda kwenda KVZ mm, wala kwenda JKU mm, lakini naamini ipo siku kwa sababu Mungu ndo kila kitu, na namwomba Mungu kila baada ya swala za suna na swala za faradhi, namwomba Mwenyezi Mungu anizidishie na nitimizie yale malengo yangu. Ipo siku nitaweza kutoboa kucheza premier. Okay, pamoja sana. Na una jambo gani la kuambia Watanzania ambao wanakuangalia sasa na wadau wa mpira, wadau wa football na Uh, Watanzania ambao wanakutazama una neno gani la kuambia? Eh, neno gani la eh, neno ninalopenda sana kuambia Watanzania kuwa mtu aamini kile ambacho kwamba kipo katika moyoni mwake, na mimi niliacha kusoma, sio kama uwezo nyumbani hakuna, upo uwezo, lakini kusoma kwangu mimi niliona hakuna tija sana, na nilipendelea sana kwa imani yangu nicheze mpira. Kwa hiyo wadau wakuu naowaomba waweze kunisaidia niweze kucheza timu tofauti tofauti, na pia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili niliweza kutana na Ahmed Ali mwongeaji wa Simba na nilizungumza naye TFF Donge kwa anifanyie mpango niweze kucheza katika under 20 Simba ili niweze kuonesha kipaji changu, lakini sikujua kama alighafrika kama ni mwanadamu, kwa sababu najua tena yule ni msemaji hawezi kuacha kazi zake akalifuatilia la kwangu mimi. Kwa hiyo niwafikishie wadau wote tu, mimi napenda niwatusaidie sisi ambao kwamba tunapenda kuendeleza vipaji vyetu, na Mungu awabariki. Pamoja sana. Una, kama una akaunti za mitandao ya kijamii au katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter na vitu kama hivyo una... E, kwenye suala la mitandao, mpaka hivi sasa sijalianzisha kutokana kwanza uhaba mitandao mm, kama simu sina. Mm. Yes, lakini kwa sasa nitatafuta simu na nitaweza kufanya hizo ya miza mitandao na pia nitaangalia kipi ni posti kwa sababu kuna vingine sio vyote vinahitajiki kupostiwa tu. Kuna yeah, vingine havitajiki kupostiwa. Vitakuwa vyangu vya private, lakini vilivyokuwa vinahitajika kupostiwa nitaposti atume na Mungu. Pamoja sana kaka. Mara tena umesema jina lako nani? Naitwa Abdullahi Omar Slema. Napenda kutumia jina langu katika timu Abdibanda au Abdilam. Pamoja sana kaka. Asante sana. Asante sana. Thank you so much. Asante sana.